Kwa vile leo nimewapeni a very sad story kuhusu marehemu mamangu. Sasa <coughs> nikataka, nawapenda story ya kuchekesha sasa. Bwana, mimi nimeanza kwenda <coughs> i think ilikuwa around 6 7 kama na miaka sita hivi saba, ndo babangu alianza kuniruhusu sasa kwenda kwa mamangu, yani kumjua mamangu nilifanya ile kwamba kumpush kwa sababu mke wake alikuwa sio bad to me, sema mamangu alikuwa so evil. So ikafika sehemu naambia babangu, mimi nataka mamangu, nataka mamangu, nataka kumjua mamangu. So mamangu so babangu aka akapata uvuma, ndo akaanza sasa kumruhusu nimjue mamangu. Niko miaka sita saba, nikaanza kuna kama mamangu <laughs> sasa. So, so, naanza kwenda kwa mamangu. Ndugu wa mamangu bado wana hasira ile mbaya na babangu, yaani wadogo zake wa kike, wadogo zake wa kike yani wana hasira bali na babangu. Mimi sasa nikienda pale, yani nilikuwa kama diva, yani kifika pale ni ujiko tu stori, yani, stori zote za babangu naanze, yani mimi, mi babangu tajiri, ye mnajua mi babangu tajiri, mi babangu tajiri yani Tanzania nzima hakuna tajiri kama babangu, mimi babangu mimiaa wanaanza wadogo zake wakaanza kuniambia, ndiyo bwana, afu wana accent ya kimakonde sasa. Ie kiseli cha kimakonde <coughs> atakama na hela babako, lakini kwani alishakwambia babako, babako kilichompata avyosafiri huko nchi za watu za wazungu babako, babako alienda huko nchi za wazungu. Sasa kuagiza chakula kwa Kizungu, baba yako hajui, anataka kuku. Baba yako akaweza kufanya koko koko koko koko, ndiyo wanaagiza kuku jamani. Kwani mpaka mwambie hivyo kuhusu babake? Simu mwache, ndo babake. Kama anataka kumsi babake, mwacheni he, mtu mwenyewe huyu. Mimi kumuona ndo hivi shida, akaenda kumwambia babake, akiacha akikatazo kuja tena. Mtu mwenyewe simuoni muone, eh na muone hivi, kijapo mnaanza kumliza, akiacha kuja basi bwana. <coughs> Dada eh, sasa Kimambi mwenyewe nshenzi, mtu mwenyewe nshenzi. Eh eh, kwa nini? <laughs> Kwani akunyang'anyia mtoto. Basi dada anamwambia hata kama sasa ameshafanya ameshapita. Baba ameshafanya ameshapita. Lakini basi acheni. Basi sawa. Atumwambie lakini baba yake ni shenzi. Basi wanaacha. Mamangu akitoka tu. Mimi sinaanza tena, naanza tena. Ah! Sisi kwetu mnajua tuna magari mangapi? Yaani ilikuwa kama hivyo. Sisi kwetu mnajua Wee, mimi babangu ana magari makubwa makubwa eh, mimi babangu ana hela anagawa hivi hivi hivi. Ii babangu hata kama ana hela lakini Kiingereza ajui. Baba wako lakini Kiingereza sa ajui. Sasa hela ina raha gani kama hujui Kiingereza? Najitupa chini <laughs> Ah, aban ah, ajua ajui bwana Kiingereza ah, ajui bwana, hela ndio anazo lakini Kiingereza ajui sasa, eh, sasa hela ina raha gani kama hujui Kiingereza? Si bora uwe kama sisi tu wa Makonde, Kiingereza ajui. Nalia. Nalia basi mama yangu anatoka huko. Mme, wafanya nini? Amesema baba yangu mnasema hivyo, hatujasema, hatujasema wanakataa eh? Basisem basi, basi. Wakakatazwa kusema. Sasa, sasa ikawaje nikianza tu habari za baba yangu tena nikianza tu... eh, mimi baba yangu anafaa nguo expensive. Sisi kwetu matajiri <tuhilis> Basi oh, awaongei okay, wanaanza kupita wa a -a. A -a. Wana sema, Wana sema mama zangu wadogo wawili wanaanza kupita <laughs> a wamesema nini? Ah, si dada hata hatujasema kitu, hatujaongea ah, kitu, muulize tumesema nini? mpaka leo mna PTSD yako. umefanya umefanya wamefanya mama jamani nye ma e mbona atuwazima mnaamliza eh, mtoto eh, mwache na babake, mwacheni na babake kama namsi babake mwacheni eh. Ah, bwana ah, pana dada alikunyanganya mtoto, hatutaki ah, kunisikia Kimambi ntu mwenye ishenzi, alafu sasa mazongodogo watanitocha kuhusu babangu, lakini mimi sasa wananipenda kama wanani treat kama princess, wananikaaningina pako. Mamangu sasa they used to work um kwenye government pia N nao pia walikuwa masekretary, they used to work kampuni fulani hivi ya serikali ilikuwa in in inaitwa aluminium, ikaja baadaye kubinafsishwa, kubina enzi za Mkapa ikachukuliwa wakafuzwa kazi. So kipindi hicho sasa tunaenda wana hizo hela sasa, maana wote wana kazi, jamani watanitwit kama princess ni mpaka watoto zao wanasema, jamani humu ndani eh, akijamani ndio chips tu ndio nini hivyo, watanitwit kama princess. Ila nikianza tu habari za babangu, wewe kibao kinageuka, ah, babako ni shenzi. Mbona babako ni shenzi tu bwana. Ah, usimu, ah, simtaje baba yako, hatumtaki, umundani hatumtaki, mtu mwenye ishienzi. Eh? Kama angemwacha dada, angemwacha baba yako lakini sio kunchukua mtoto. Kwa nini nchukue mtoto? Mama kwenda, afu sasa acha kushangaza. Babangu alikuwa anawapenda ushemeji zake. Nitoka kwa mamangu cha kwanza, anawaulizia wao. Eh, hey, tatwa jambo. Hapendi jambo. Mimi na baba kitu namwambia babangu, natamani tu kumwambia yeye hey, wale hata usingoulizia au kupendi wale lakini nashindwa kumwambia maana nikimwambia tu ndio unajua standard tena. Afu mamangu kule ameshaniambia ukienda kwa babangu usimwambie. Kwa hiyo mimi nashindwa kumwambia babangu. Wa makundi wana bumse kule baba, anyway nyoka tu mko tu, nataka niwachekeshe story oh. Kwa kumalizia, babangu kabla hajafariki ali alijifunza English yani, hakujua ile full lakini, yani, yani, yani, yani, alianza ile, yani kusoma kabisa, yani alikuwa na private tutor anamfundisha as and, and that's because aliwapeka wadogo zangu kusoma shule huko Swaziland inaitwa Waterford Waterford Kamlaba yu. Hiyo hiyo shule sasa, babangu akaenda kule visiting, visiting day kucommunicate na walimu ikawa shida, babangu akasema siwe siwe shida Mm -hmm. Najifunza alafu sio shule tu, kwa sababu wafanyakazi wake wote they were professionals, walikuwa ni maengineer maarchitect, watu wanajua English. Alafu wakaanza ni kama vile wanampanda kichwani, sababu yani wao ndio inabidi wamexplain. Babu bangu akasema nitajifunza mwenye English, unaona, kwa hiyo yeah. so by the time he, was, uh, he died, yani alikuwa ana, anaweza weza hivyo yani hivyo. I miss my dad.